Ijumaa hii kumekuwepo na stori kubwa kutoka nchini Nigeria inayomhusu Asake, ambapo baba yake Fatai Odunsi ameonekana akilalamika kwamba ametelekezwa na mwanaye ambaye jina lake halisi ni Ahmed Ololade katika video hiyo, uh, Odunsi amemshutumu Asake kwa kumtelekeza licha ya hali yake afya kudhoofika, na amedai kuwa amekuwa akipambana na ugonjwa wa kiharusi tangu mwaka 2022, kwa wale wasiofahamu kiharusi ni stroke, na kwamba hajaweza kupata msaada wowote kutoka kwa mwanawe. Mara ya mwisho kumwona Asake ilikuwa tarehe 29 Machi 2022 nilipopatwa na ugonjwa huu, Odunsi alisema kwa huzuni. Hapokei simu zangu, nimechoka kujaribu kumpata. Hata nimeomba msaada wa kifedha kutoka kwa umma. Akijibu tuhuma hizo, Asake aliweka video ambapo alikuwa anaimba Kiyoruba. Sasa naamini kwamba amefuta actually, lakini aliweka kwenye peji yake ya Instagram akiimba tu wimbo. Kwa hiyo naamini kuna wengi walikuwa haelewi ameimba nini, lakini hivyo ndivyo ambavyo alikuwa amemjibu baba yake, ambapo katika mashairi hayo alikuwa anasema huwezi kumfurahisha kila mtu huwezi kufurahisha ulimwengu, lakini chochote unachofanya kifanye kwa ajili ya Mungu. Baba yangu mwenyewe anataka kunidanganya, lakini tayari nimemtumia pesa nyingi, nimehangaika kwa miaka mingi, na sasa wanataka kunifanya nihisi kuchoka na maisha. Sasa aliendelea kuimba kiyoruba kioruba ulitatt uguai shama volon

Odunsi alisistiza pia kuwa aliamua kuomba msaada kwa umma kwa sababu mwanawe alikuwa amepuuza simu zake kwa zaidi ya miaka miwili. Katika video nyingine, baba huyu alisema baba hapaswi kuacha kumtunza mwanawe, lakini nilipopata ugonjwa sikuweza hata kujitunza mimi mwenyewe sembusa ya Asake. Nimempigia simu tangu mwaka 2022 lakini hajawahi kupokea. Ndio maana niliamua kuzungumza na kuomba msaada kutoka kwa Wanigeria, alieleza. Licha ya mzozo huo, Asake ameendelea kung'ara katika tasnia ya muziki ambapo tunafahamu mafanikio yake. Albamu yake ya kwanza Mr. Man with the Vibe iliyotolewa Septemba 22 iliweka rekodi kwa siku ya kwanza yenye mafanikio zaidi kwa albamu ya Kiafrika kwenye Apple Music. Wakati huo, albamu hiyo pia ilishika nafasi y 66 kwenye chati ya Billboard 200 ikiwa albamu ya kwanza kutoka Nigeria kufikia kiwango hicho katika historia ya chati hiyo. Kwa hiyo Asake wengi wa Nigeria katika page za Instagram za maswala haya wanamsihi sana Asake kwamba chonde chonde, tafuta sehemu katika moyo wako, msamehe baba wako. Sio jambo zuri kuona kwamba unamwacha baba yako akiteseka kiasi hicho, lakini ndio hivyo, story nyingine ni kwamba huyu mzee alimtelekeza, kwa hiyo hakuwa responsible sana kwa mwanaye na ndio maana pengine hakuna hiyo love kati ya baba na mwana, kwa sababu ni kama vile Asake alienda kupambana kivyake, lakini hata hivyo amesema alimsaidia hapo. Kuna wakati wengine wanasema kwamba alimnunulia, alimjengea nyumba akamnunulia na gari. Kuna baadhi ya story naziona hizo kwenye page za Nigeria, kwamba hakuwa amemtelekeza kabisa, lakini sasa hivi kama inavyoonekana ni kwamba baba ndio hivyo, hali ni ngumu ana kiharusi amepooza ame, uh, upande fulani wa mwili wake, kwa hiyo ameamua kuwalilia uh, wa Nigeria wamsaidie na kumlilia mwanaye pia afanye jambo, lakini ndo hivyo Asake ameimba huo wimbo Kioruba kuelezea yote hayo kwamba mdingi mwenyewe pia anataka kumwingiza mjini. Ujiulize, kuna sababu gani ya kuwa na mavazi mara tatu? yeah. Kubadilisha moja moja yeah. Kuna sababu gani hizo? Ni gharama necessary necessary. Jamaa ametumia milioni karibu ya harusi kwa kufanya mambo ya mjini, ndio ile ilichukua hata wiki ah. wiki ah imekufa eh yeah. Binti anataka kurudi nyumbani, mambo yanaanza kuwa mengi. Jamaa anamuuliza hiyo a baada ya kutumia haya yote na nataka kurudi nyumbani. Nakumbuka mshikaji wangu mmoja hivi alimwacha demu, tukikisa ni posti kwenye Instagram yako, akambia ni posti kwenye Instagram yako eh, kagoma kugoma, basi akambia, basi basi, tunapenda kuchukua wanawake ambao sio revo zetu. Yeah, sume, ndo yeah, mm. Yeah, umeipenda PC. Yeah, uh, yeah, yeah, hapo sio ligi yako na sasa kuna watu kwenye yeah. kwenye yeah. Magwiji hapa akimposti demu huyu iye geng hivi karibuni kupitia SNS premium